Kwa majina naitwa Daudi Msabaha, natokea kijiji cha Ifunda, mtaa wa Sheli. Najishughulisha na shughuli ya kuchoma mahindi katika mtaa huu. Bei za mahindi zimetofautiana kutokana na tunavyochukua shambani. Huwa tunachukua mahindi makubwa kwa madogo na bei zake ndivyo zinavyotofautiana sokoni mahindi makubwa mia, mia saba, madogo mia tano. of... ha, we, unafura, mwende, raza. Changamoto katika kazi ya uchomaji mahindi zipo. Kwa mfano mwingine anasubiri ale mwindi tumeshauchoma, ameshakula ndipo anaanza kusema nipunguzie bei. Cha pili, mwingine anaweza akasema ndichome mwindi, halafu muindi, muindi umeshaiva ndipo anakuambia muhindi mgumu au mlaini. Kwa hiyo changamoto za kazi ni kama hizo. kuhusu upatikanaji wa wateja, wateja wanapatikana sana mida ya jioni. Jioni kuanzia saa kumi na moja saa kumi na mbili wanazidi sana ikifika saa moja moja kwa sababu watu wengi wanakuwa wametoka kazini na wanarudi nyumbani mida hiyo, ndo wateja huwa wengi sana husu. So, maendeleo ya kazi na mshukuru Mungu kazi inaendelea vizuri na uwezo wa kukidhi mahitaji yote.